Ndugu zangu, napenda kutumia fursa hii pia kuwakumbusha uh, wahitimu ambao kwa kiasi kikubwa ni vijana, kwamba amani tuliyonayo nchini kwetu si jambo la kawaida bali ni tunu ya kipekee inayopaswa kulindwa na kuenziwa kila wakati. Tanzania imeendelea kuwa kisiwa cha amani kwa miongo mingi kutokana na busara za viongozi wetu na mshikamano wa wananchi wake. Hii ni hazina ambayo napaswa kuilinda kwa vitendo, maneno na matendo yenu, na kwa bahati nzuri nyinyi mmepata ongezeko la kwamba mna uwezo wa kisanii sasa ambao mnaweza kutumia kutekeleza hili. Vijana wasanii, mna nafasi kubwa sana katika kulinda na kuimarisha amani kupitia kazi zenu za sanaa, iwe ni muziki, ngoma, filamu, maigizo, uchoraji au fasihi. Sanaa yenu inaweza kuwa chombo cha kuelimisha jamii, kupunguza migogoro, kujenga maelewano na kuhimiza uzalendo. Epukeni kutumia sanaa au majukwaa ya mitandao ya kijamii kuchochea chuki, mgawanyiko ama vurugu. Badala yake, tumieni vipaji vyenu kuhubiri amani, umoja na mshikamano wa kitaifa.